Assalamu As alaikum, mi naitwa Bana Kuzai Matapia, mi moja, mi chini, tuko chini ya nani ya Bohora, uh, dini ya Kiislamu. Kazi tunachofanya hizi za kuweka ku, miti vizuri Uhuru Road tunafanya chini ya jina ya Sheikh wetu Sheikh Mufaddal Meya pia anatusaidia huko kutunipa kibali na kila kitu, ili sasa hivi tunataka tuendelee kuimarisha zaidi kuotesha miti. Tunatayarishaga miche elfu kumi kwa mwaka, tunatoa kwa watu binafsi, shule. Tunaunga mkono kwa kazi wanayofanya viongozi wetu ya manispaa na mkuu wa mkoa. Sehemu nyingi tumeotesha miti sasa hivi, karibu miaka kumi na mbili ndio tunaendelea kufanya hiyo kazi, na inshallah tuombe Mungu kwamba tupate nguvu zaidi hata tu, tuzidishe zaidi ya elfu kumi, labda hata tufikishe laki moja kwa mwaka, turudishe Arusha kwenye mazingira iliyokuwa ya zamani ya ubaridi na mvua isitusumbue kama inavyotusumbua sasa hivi. Tuombe Mungu hata kama sio sisi, lakini majukuu yetu ndio wanaweza ku enjoy hiyo mazingira iliyokuwa safi na tunataka. Obviously tunaunga mkono kwa meya mheshimiwa pamoja na mkuu wa mkoa wote, wanayonia safi sana ya kuimarisha eneo letu kwa kuotesha miti ya ziada na kuweka mazingira iwe safi na kwenye hali iliyokuwa kwa Arusha sasa hivi sio township ni city sasa lazima tuende kwa city status na tuweke vitu iliyo kwa internationally recognized na pia na tus tunajaribisha kiasi inawezekana kwamba tuvute watu kutoka nje, wakija hapo, watalii wakija waone mazingira yetu iwe safi kuliko labda hata sehemu yao wanaoishi. Ao, asante sana. Ndugu waandishi wa habari, tuko kwenye zoezi la kufanya beautification of our city. Tunachofanya leo kwa kushirikiana na taasisi ya wahindi wa jamii ya Bohra ni ku prune matawi yote ambayo yamekauka kwenye hii miti ambayo imepangwa kwa ajili ya kurembesha mji. Sasa zoezi hili ni endelevu sambamba na kufanya pruning, lakini pia tumegundua kuna mashimo mengine, kuna, kuna maeneo mengine ambayo miti ime, eidha imezeeka na kuanguka, imebaki mashimo matupu au kuna maeneo mengine sijui ni watu wenye tabia mbaya watakuwa wamefanya uharibifu hatujui, lakini pia tumeandaa miti kwa ajili ya kufanya replacement. Kwa hiyo mimi niombe wananchi wote ambao wako pembezoni mwa hizi barabara, kwa miti michanga ambayo tumeipanda, basi waweze kuitunza kwa kuimwagilia. Lakini sambamba na hilo, taasisi hii ya Bohra pia imejitolea kutengeneza capstone ya kuzungukia haya mawe. Kwa hiyo tunajenga utamaduni mpya, utamaduni wa mji wa Arusha kupendeza, lakini utamaduni wa mji wa Arusha kuwa wa kijani. Ukienda miji kama Helsinki, ukaenda Stockholm kule Sweden, ukaenda um, um, wapi tena miji mikubwa duniani, hata miji ambayo yuko katika nchi ya Germany, Holland, unakuta huko katikati ya mji, lakini mji ni kijani sana. Sasa Arusha tunataka kuelekea katika mwelekeo huo, na mimi niseme kazi inaendelea. Mheshimiwa Paul Christian Makonda, mkuu wetu wa mkoa wa Arusha, ambaye alizindua zoezi hili, nafikiri atakuwa na furaha sana kuona hali kazi aliyoizindua inaendelea. Baada ya kuprune, hatua inayofuata ni kutengeneza mawe yale yanaitwa capstone, kuzunguka, yani kupendezesha sasa na kupigwa rangi. Ukiangalia chini ya hii miti, kama umwandishi wa habari umeangalia vizuri, watu wametupa takataka pale. Ni kwa sababu hapaja, hapaja unaona kuna takataka -taka nyingi. Sasa ile ni kwa sababu haijafanyiwa maboresho, lakini ukizungushia capstone yale mawe yale ya, ya, ya barabarani, basi inakuwa ina na nini na mazingira bora sana. Lakini ambu, uchafu huu uko hapa kwa sababu hapa hapajafanywa nini, hapajafanyiwa usafi, lakini pia hapa ja, fanyiwa maboresho. Mawe yaliyotengenezwa yaliyozunguka huu mti zamani, baada ya mti kuwa mkubwa yameshaanza kuwa nini, yameshaanza ya kutoka yenyewe. Lakini tukija kwenye mti wa pili hapa ambao unaonekana hapa, naye mawe yaliyozunguka ambayo yalikuwa natengeneza ule mchoro na maboresho yake, yanaonekana yameshaanza kumeguka. Kwa hiyo tunachofanya, tunahakikisha tunatengeneza mzunguko mwingine hapa kuna mzunguko wa mawe, ukiangalia kuna mzunguko tu mzuri wa mawe, lakini umefanya nini umekuwa mdogo, kwa sababu mti umekuwa mkubwa. Kwa hiyo tunachotaka kuhakikisha tunapaboresha, tuta, kuhakikisha, tuna tutaprune, tuta hata hizi ukiangalia hizi hizi ni diapers. Ningeweza kuwaonyesha lakini siwezi kwa sababu ya mazingira, lakini ukiangalia hapa hizi ni chupa chupa hizi inaitwa valu. Hawa ni wanywaji wa pombe wametupa hapa. Sasa tunachotaka kufanya ni kupaboresha hapa, ili ili mlevi yoyote aone aibu kutupa chupa kama hii kwenye barabara hii ya Sokoine Road kwa sababu hii barabara iko katikati kabisa ya, ya, ya mji wa Arusha. Kwa hiyo mimi niwapongeze hawa marafiki zangu wa jamii ya Kivora ambao wamejitolea kufanya shughuli hii kwa kushirikiana na Tanroads na Tarura na ofisi ya jiji la Arusha. Kwa hiyo niwashukuru sana na niwatakie Ramadhan Karimu.